Waraka wa Yakobo kwa watu wote, mbili nasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali mbali. mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi saburi, na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu, bila kupungukiwa na neno lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima, na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei naye, atapewa. Ila na aombe kwa imani, pasipo shaka yoyote, maana mwenye shaka ni kama wimbi la bahari lililochukuliwa na upepo na kupeperushwa huku na huko. Maana mtu kama yule asidhani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Mtu wa nia mbili husitasita katika njia zake. Lakini ndugu asiye na cheo na afurahi kwa kuwa ametunuki, ametukuzwa, bali tajiri kwa kuwa ameshushwa, kwa maana kama ua la majani atatoweka.